Mbali na suala kuhusu matamshi ya uchochezi gumzo, kuhusu IEBC linazidi kutanda. Naibu rais William Ruto amesema kuwa mzozo kuhusu tume hiyo utatatuliwa hivi karibuni. Je, kuna dalili za matumaini? Jeff Kirui anaarifu. Maandamano dhidi ya tume huru ya uchaguzi IEBC yakichukua mapumziko baada ya kuchacha kwa wiki tano kuna dalili za mwafaka kutokana na matamshi ya naibu rais William Ruto, akiwa magharibi mwa Kenya. siku mbili ama siku tatu zijazo, tukamilishe haya ma, mambo ambayo yamesalia, ndio tuketi chini tukubaliane kama Wakenya wale watakaosimamia uchaguzi. kama kuna matatizo turekebishe, kama ni kubadilisha tubadilishe ndio tuhakikisha kwamba tunatembea barabara ambayo inawaunganisha Wakenya. Tayari muungano wa upinzani CORD umeahirisha maandamano ya hapo kesho kwa wanachokidai kwa kuwa kutoa fursa ya mazungumzo ya mwafaka ya kufanyia mageuzi tume hiyo ya IEBC. haya ya kijiri, katibu mkuu wa wafanyikazi COTU Francis Atwoli ametoa wito ya kubanduliwa kwa tume hiyo, akisema Wakenya hawana imani na utendakazi wake. Again, kama ni pesa mnataka mlipe serikali walipe, mwenye waache kujificha ndani ya katiba. Mekosa hawa wakikaa watu watapigana tena, hawawezi kusimamia kura kwa jaya. Baadhi ya masuala tata ambayo yamekuwa kizingiti kwa mazungumzo, mazungumzo inje, ni swala la iwapo mazungumzo hayo yafanyike nje au ndani ya bunge, CORD ikisisitiza maafikiano nje ya bunge kisha yawasilishwe bungeni yaidhinishwe. Jeff Kirui KTN le wikendi.